Nikasema leo ngoja nitoe mfano jinsi ya kupiga picha kwa kutumia simu yako pamoja na kuedit, afu ikaonekana kwenye mwonekano mzuri kabisa kama mtu ambaye ameenda photo studio. Bwana leo bwana, kwenye library yangu hapa, ndiyo li library yangu, alikuja mteja wangu hivi, na tena naye boss boss kama hapo. Ona hapo ndio wateja wanapokaa, akawa amekaa akawa amekaa hapo, nikasema ngoja nimpige picha na picha yenyewe matokeo yakawa ni kama haya yani, kwenye setting. nika nikaseti kila kitu nikaja nikamtandika picha, ikatoka picha ni kama hivi kama hivi ilipotokea sasa. Nikasema hii picha ili iwe nzuri nifanyeje? nika, nika, nikaja edit kwenye Lightroom kwenye simu yangu Lightroom hapa, pia tuingia kwenye Lightroom nika edit vizuri kabisa Ma, nika edit vizuri kabisa na matokeo yakawa ni kama haya. Baada ya kuiedit, baada ya kui kumaliza kwenye Lightroom bwana, nikaje nika save picha yangu vizuri, nika save picha yangu vizuri, nika balance white, nika balance mwanga, nika, nika nika balance rangi na kila kitu, nikaje nikafungua programu hapa inaitwa pixcut, pixcut, pixcut Pixel Cut bwana, ndo ikafanya maajabu nika edit kila kitu. Nikaanza kwa kwenda hapa nika bonyeza rangi nikachagua nyeusi, niko chagua nyeusi, nikaje nye hapo, nikakati kwa ajili ya kutengeneza shape ya picha kwa sababu picha yangu ni ya simu. Basi nikachagua ya mlalo huu hapa, nikasema yes, nika select hapa, nika select yes. Baada ya hapo, nikaenda nikaenda kuchagua kuchagua sticker kwenye sticker bwana, nikaje nikaandika chair, chair nikaandika chair chair studio studio chair kaja nika amb... nikachagua kiti hiki hapa hichi baada ya kuchagua kiti hiki hapa nika seti vizuri baada ya hapo nikaja nikabonyeza yes nimekubali nikaja nikachagua picha bwana picha nikachagua nikaja nikachagua picha ya bosi wangu ile ambayo nilimaliza ku edit ambayo ni ni hii hapa hii nikaichagua nika add baada ya ku add basi nikaenda kwenye remove background ko oh, nika remove background hapo mshoi ikaa ikawa kama hivi, kwa oh, hiyo kitu changu nilikiseti vizuri. Baadaye hapo nikaja nikaiweka nika, nika, sawa kama hivi unavyoona, nikaja nikapiga nika, nika, tiki. Baadaye sasa nikaja kwenye stick hapa, nikaja nikachagua right, nikachagua right studio rajibi right effect nikaja nikaichagua hapo nikaje nikachagua taa hii hapa, taa moja nzuri kabisa, nikasema nichagua hii na mwekea bosi wangu bwana. Baadaye nika resize nika resize mpaka kwenye level ambayo umeiona.